Ni miongoni mwa e, watu ambao walienda kwenye ile ziara eh, kuwahi kushuhudia umati mkubwa wa watu katika eneo moja kama ambacho nimekwenda kwenye mikoa ya ya, ya, ya Kandazia Simiyu pamoja na Mwanza. Tulifanya mikutano Bariadi, Mheshimiwa Rais alifanya mikutano Bariadi, alifanya mikutano uh, Meatu alifanya mikutano Maswa, alifanya mikutano Busega, eh, Itilima, e, itilima. Akaja akafanya mikutano akafanya mku, mkutano Mwanza akazindua daraja la Dr JPM ee, Kigongo Busisi pija mii, nilikuwa pale kiukweli. Uh, mwitikio ulikuwa ni mkubwa, na pengine nadhani yani, siwezi kusema kwa niaba wale wananchi ambao walikuwa wanahudhuria, lakini kwa picha ya juujuu, nadhani wananchi wanaimani sana na mweshimu wa Rais na kila kitu ambacho wanakifanya, kwa jinsi ambavyo wanaongoza, hiyo imani walionaye nadhani ndo ilikuwa na inawafanya wao kujitokeza kwa wingi kuja kumlaki na kusikiliza kile ambacho anawaahidi na wao kuweza kumshangilia kwamba mheshimiwa rais, sisi tuko pamoja na wewe, tunakuunga mkono, tuko nyuma yako kwa kila kitu ambacho, ambacho nakifanya, kwa sababu mikutano ambayo tulikuwa tunaenda, unajua hadhira unaweza ukaisoma kwamba inataka nini, lakini hadhira ambayo tuliona Simiyu pamoja na, na Mwanza, ile hadhira ambayo unaona kabisa kwamba wako excited, yaani wana vibe kwao vibe linaonyesha kabisa kwamba wanaridhika na kile kitu ambacho wanapewa, wana na mheshimiwa na Mheshimiwa Rais. Ndio maana sehemu zote ulikuwa ukienda wanashangilia na rais akiondoka, wanasema Mheshimiwa Rais baki, bado bado tunakuhitaji. Mona tumeenda katika mikoa yote hiyo ile ambayo nimekuambia, hali ilikuwa ni the same. Yaani unaona kabisa kwamba, mimi kama ndo ningekuwa niko sehemu ya kumshauri Mheshimiwa Rais, ningemwambia Mheshimiwa Rais, rudi tena kule, watu bado wana kiu ya kuweza ya kuweza kukuona, kwa sababu Mheshimiwa Rais kweli akienda, kuna vitu vingi ambavyo ambavyo vinatokea kule alizindua viwanda kule vya pamba la, pamoja na mafuta kwa sababu kule ndio eneo kubwa ambalo wanalima wana, wana, wana pamba. Kwa hiyo wakulima wa pamba inakuwa ni neema kwao kwamba Mheshimiwa Rais amekuja amezindua viwanda, tunapata uhakika soko letu la nani, la mazao ya la, la, la, la, pamba lakini vilevile vijana wetu kwa sababu wanapata viwanda vina viwanda vinaongezeka. Alizindua shule Simiu, akazindua shule, e, shule e, Itilima, amezindua hospitali amefanya mambo mengi ambayo unaona ni moja kwa moja anaenda ya kugusa yanaenda kugusa wananchi. Amezindua miradi ya maji pale Busega pamoja na eh, mkoa mkoa ule wa nani wa, wa Simiyu alizindua miradi miwili wa Lamadi pamoja na, na Nyashimo. Kwao unaona namna gani ambavyo wananchi yani Rais anapambana kila iwezekanapo yani, Doto, kimsingi ni kwamba watu wakisikia rais anakuja wanakuwa kuna ule wimbo tulikuwa naimba tukiwa watoto kwamba baba huyo katoka na mkungu wa ndizi. Yeah, baba, baba, mama kaja, kuna kitu kiukweli. Yeah, kitu kipo na mimi nimeona na umati ulikuwa ni mkubwa sana pige, kama ambavyo nimesema. Lakini ukiacha hii mikoa miwili ambayo nimekwambia, mikoa ya Simiyu pamoja na, na, na Mwanza, mi bahati nzuri nimepata nafasi hata hiyo pige tumepata nafasi ya kuzunguka nchi nzima kwenye kukagua miradi ya maji, lakini baadaye tukapata nafasi ya kwenda kukagua miradi tofauti tofauti kila mkoa. Ambao mimi nakwambia kila mkoa, hakuna mkoa ambao hauna miradi ya kimkakati, sio chini ya sio chini ya miradi minne. Yani hii ni mikubwa ile ambayo tumetembelea. Sasa kuna ile mingine midogo midogo ambayo inaendeshwa kule kule, lakini miradi sio chini ya minne. Kwenye sekta ya elimu, zimejengwa shule za wasichana nchi nzima za sayansi ambazo hazikuwepo special schools, yeah, kwa, yeah, kwa, kwa ajili ya wasichana za sayansi ambazo hazikuwepo, lakini zimejengwa sasa hivi zinajengwa shule za wavulana, lakini vilevile uliona alizindua ile shule za amali ambazo zinajengwa mia moja na tatu hapa alizindua moja kule kwa niaba hizo nyingine zote. Kwa hiyo ni sekta ya elimu ni, ni, ni, ni. Lakini kwenye sekta ya afya wewe niambie ni mkoa gani ambao utaenda sasa hivi ustari kubwa ushana una, usha una sasa hivi mtu anastrago sema bwana tumeenda hospitali hakuna dawa. Mimi nimefanya kazi kwenye vyombo vya habari vya community hmm, chini huko nilikuwa hmm, nafanya vipindi vya afya, nilikuwa naenda, unaenda kwenye hospitali unakuta kabisa watu wanalamika kwamba amekuja ame, ame, ame dokta kamuona, lakini hakuna dawa, dawa. Eh hey, hakuna dawa. Hiyo ilikuwa ni story ya kawaida kabisa kabisa yani ambao watu wakisema uipe airtime kwenye nani kwenye, kwenye radio unaona kabisa kama unapoteza kwa sababu ni kitu ambacho ni cha ni hmm, cha kawaida sana lakini, sasa hiyo story haipo sehemu yote kwamba hakuna dawa umeelewa? hiyo ni ma, e, eneo la nani madaktari na, wapo tena madaktari wale ambao tulikuwa tunawakuta nani Muhimbili huko, sasa hivi wameenda mpaka kwenye hospitali za wilaya kwenye vituo vya afya yeah. Sasa hivi kuna daktari kabisa ambao unaweza kaenda ukafanyia, nani, ukafanyia upasuaji na hivyo vitu viko chungu nzima, vifaa tiba vifaa tiba brother, yani vifaa tiba ambao ulikuwa unaambiwa kwamba siku tuna tisikana siku mbili siku nzima, sasa hivi yani ni kitu ambacho ni cha kawaida sana kwenye hizo hospitali za, er, er, RRH hospitali za mkoa. Kwa hiyo amefanya vitu vingi ambavyo ndo vinakuja mwisho wa siku kuonyesha taswira kwamba wale watu wengi ambao wanamfuatilia mheshimiwa Rais, ule mvuto alionao unatokana na vile vitu ambavyo amevifanya katika kipindi hiki cha miaka minne ambacho amekuwa madarakani. Kwao sisi waandishi wa habari tunamfata sana mheshimiwa Rais kwa sababu kule kuna content content inapatikanaje? Inapatikana kwamba wananchi wengi wanamfuatilia mheshimiwa wa rais, wanapenda kumuona, wanataka kumsikiliza, kwa na sisi media hatuwezi tukajificha tukawa mabubu kwamba hatuoni kinacho, kinacho, kinacho, jipop, kwamba hatuoni kinachofanyika. Kwa lazima na sisi twende kule tuangalie, ndio hiki ambacho tukienda tukikiona tunakuja kukisema kwa wananchi. Hata hata, hata kada nyingine wasanii, eh, nimesema waandishi wa habari. Kuna kada nyingine wasanii eh, watu maarufu, unaelewa sasa hivi unaona namna gani ambavyo kuna namna ambavyo wako connected na engagement. Eh, yani engagement ni kubwa sana, na na serikali especially mheshimiwa rais, tofauti na uko nyuma, kwa sababu uko nyuma kuna msanii usimwona msanii kama nani kama wasanii hawa, ah, tu wadogo wadogo wa saizi katikati hapa, yani unaona kama ni kufanya kitu cha serikali, unaona kama najishusha yani. Lakini sasa hivi wana push, wao ndio wanapambana, eh, kwa sababu mheshimiwa rais ana mvuto amefanya vitu vingi sana, ambavyo ndio vimemtengenezea nini, vimemtengenezea mvuto tunamshukuru sana tunamtakia kila laheri, nadhani leo anaenda kuvunja bunge e, na baada ya hapo nadhani inaanza ni chakato ya kampeni, sina kuendelea mpaka huko mpaka Oktoba, nadhani katika kipindi hiki cha hii mwezi mingapi, si tunamtakia kila laheri mheshimiwa rais, na tunaamini kwamba atarudi madarakani kwa kishindo, na sisi kama vyombo vya habari, sisi kama wananchi, tutaendelea kumfuatilia ili tuweze kuwaelewesha wananchi kile kitu ambacho mheshimiwa rais anakifanya ana, ana, lakini vile vile wabunge tumekuwa na wabunge wa shkaji zetu kwa muda mrefu eh, mawaziri. Lakini wabunge hawa nadhani leo ndo eh, leo ndo mwisho eh, kimsingi bunge lialishwa jana, lakini nadhani leo ndo mwisho ambapo mheshimiwa rais atakuja kuivunja. Lakini tunatakia kila laheri huko majimboni wanakoenda, wanaenda kupambana wakapigane, nadhani amsingi uh, hata mheshimiwa naibu spika alishaje kusema kwamba watangulize nidhamu watangulize uadilifu pamoja na kuajali watu. Kwa hiyo tunatakia kila la heri katika mchakato wa kampeni na uchaguzi. Kama watarudi inshallah, tutakutana mwezi wa kumi na moja. Uh, sisi tuendelea kuwa uh, daraja kati ya wananchi na hii ni mili bunge pamoja na serikali, kuhakikisha kwamba vile vitu ambavyo wanafanya kwa ajili ya wananchi vinaonekana vina na thamani yake pia inaweza ikaonekana. Kwa hiyo kama Mungu akitupa uhai, mwezi Novemba tutakutana pia hapa, atakuja kwa kwa kwa ajili kuzindua tena Bunge, kama niko sahihi, tutakutana pia hapa. Wale ambao watakuwa wamerudi, wale ambao watakuwa ni wapya, kama watarudi wote, tuna waombea sana kwa Mwenyezi Mungu awabariki na sisi tutakuwepo, yeah. asante sana Dkt. Bahem na usiondoke kwanza, ni eh, kwamba tulikuwa na tunazungumzia nafasi ya vyombo ya, ya, vya habari namna ambavyo wanashirikishwa kuweza kuhakikisha kwa kwamba wanafanya kazi zao vizuri na mwananchi aweze kupata information au habari hizo kwa uhakika zaidi, amezungumza Doto Bahem, ni kwamba kweli inawezekana serikali kawa wanafanya vitu vizuri sana na ni vikubwa sana lakini mwananchi kule jishini hapati hapati picha halisi ya nini kinachofanyika. Kwa hiyo inaweza kutoka malalamiko yanatokea kwa sababu watu hawajui serikali inafanya kitu gani. Lakini katika awamu hii hapa, kiukweli kabisa, media imepewa nafasi kubwa sana, au access kubwa sana kuweza kuhakikisha kwamba inafanya kila ambacho kinafanya na serikali kwa niaba ya wananchi, na wananchi wanapata kila ambacho wanakihitaji, na ndio maana pengine nyome ambayo anazungumzia eh, Doto linatokana na hayo ambayo wanayaona kila siku. Sema tunataka tumuone sasa leo live yule ambaye tukiwa tukimsikia na kumuona katika vyombo vya habari. Sasa leo kuna Malkia wa nguvu hapa Dodoma na ni moja kati ya shughuli nyingine kubwa ambako baada ya uvunjaji wa bunge ni kwamba mtoko uliopo ni kwenda katika Malkia wa nguvu. Sasa naamini kabisa uongozi mwingine uko pale, akiwa madam Sheba Kusaga, akimbilio kitoi, lakini Joseph Kusaga naye huenda hata akawepo, lakini hatuna uhakika sana. Sasa wewe uone nje kwenye vikao vya management, japo kwa nusu saa tu, kwa niaba ya CMG, nini ambacho naweza kuzungumza kwa niaba ya ambavyo umesema leo ni tukio la kuwakabidhi tuzo wanawake ambao wameibuka eh, kwa nguvu katika nyanja tofauti tofauti, ambapo leo ni kwa zamu ya kanda ya kati, na hili tukio kimsingi itafanyika katika ukumbi wa New Generation ulioko kisasa kuanzia saa moja kamili za jioni. Mgeni uh, rasmi ni mheshimiwa waziri wa afya, Mheshimiwa Jenista Mhagama. Kwa hiyo tunatumia nafasi hii Uh, kuwakaribisha wale ambao wamepata mialiko kwa ajili ya kuhudhuria hili tukio, wakaangalia jinsi ambavyo wanawake wana malkia wa nguvu wanakwenda kukabidhiwa tuzo kwa ajili ya kuthamini michango yao ambao wameifanya katika wa maeneo mbalimbali ya vitu vyao ambavyo wanavyofanya vya ujasiriamali, huduma za kijamii, utumishi wa umma na kadhalika. Kwa hiyo wanakaribisha sana wale wote ambao wamejipatia kadi, lakini kama hujapata mwaliko uh, Cloud TV itakuwa live kuanzia saa 12 jioni katika, kutoka katika ukumbi wa New Generation ajili ya kuweza kuonyesha kile ambacho kitakuwa kinaendelea, na dhani mambo ni mazuri sana kuliko mikoa mingine yote ambayo tumepita kwao. Nadhani sio kitu kile cha kuangukia pazuri, tarehe hey, hey, ishirini na saba Dodoma yeah. Uh, Mheshimiwa Rais anavunja bunge Clouds marikia nguvu, nadhani yeah. good Tukushukuru sana naam. Tulikuwa tunazungumza na Doto Bahema ambaye yeye ni mkuu wa vipindi kutoka Clouds TV na sasa basi, tunaenda kuweka nukta kidogo tu, halafu tukirejea tukufahamishe pengine Mheshimiwa Rais atakuwa tayari anakusha ingia hapa na ingi, tuweze kujua taratibu zingine ambazo zinafuata kutoka hapa katika viunga vya bunge jijini Dodoma. Mi naitwa Paul James PJ, endelea y kutazama Clouds TV. <tipi>

Hehehe, na hakuna kama wewe, namba moja Tanzania hii, akiwepo huyo anaiga tu <laughs> najua, kwa ujio wako huu wa leo najua kuna jambo kubwa sana. Niambie ni lipi? Yes, ni yeye yeah, yeah. Gwiji la magwiji Tanzania na msimu huu anakuja na balala buku balala buku. Jumamosi ya mzuka jackpot ni mitaji ya biashara, maana zaidi ya bodaboda -boda tano na mamilioni ya fedha kushindaniwa, na ile jackpot ya Jumatano ushindi ni zaidi ya kitu kimoja, bidhaa kama TV, simu, friji kushindaniwa na nyongeza, unapewa pesa taslim unakosa. Yeah. Ma maana msimu huu ushindi ni zaidi ya kimoja. Shiriki sasa kwa kuweka namba zako tatu za bahati kwenda namba ya kampuni tano, tano, tano, moja, moja, moja. Mchezo huu upo chini ya usimamizi wa Bodi ya Michezo Kubahatisha, GBT. Kushinda ni bahati. tatumzuka mabibi na mabwana. Karibuni kwenye treni SGR namba 885 Clouds Media kwa safari ya burudani dato Dodoma. Cabin crew ni Kennedy the remedy, Mina Ali Sudi, Brown na John Jackson.